La pili tulikuwa tunajadiliana viwango, mabadiliko, mapendekezo mapya ya eh, hatua za kikodi, eh, za forodha uh, ambazo zinatumika zina, eh, kwa eh, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki and common external tariffs ambazo Kawaida huwa e, tunaleta e, mapendekezo kwenye ngazi ya e, nchi wanachama kabla ya kupitishwa na kujadiliwa na kupitishwa na mabunge ya nchi wanachama wanapopitisha hatua za kikodi. Mambo mengine tumekubaliana ni ya kiutaratibu ya uendeshaji wa jumuiya ikiwemo kukamilisha utaratibu wa namna ya uh, kutoa fedha za uendeshaji wa jumuiya yetu, ambayo uh, ni maelekezo ya wakuu wa nchi kwenye kikao kilichopita, lakini pia uh, utaratibu wa, wa kuendelea kukamilisha utaratibu wa taasisi ya fedha ambayo Ee, mchakato wake ulishafanyika uh, katika hatua zilizopita ambao bado uh, na subiria hatua za mwisho ili kuweza kwenda kwenye hatua ya utekelezaji.